Okay. Let's see namna ya ku withdraw pesa yako ulio deposit kwenye account yako ya Taurex. Kama uli deposit kwa crypto, waje tuende tuone namna utakavyoweza ku withdraw kwa kutumia the, tap, the same method ambayo ni crypto. Maana uki deposit kwa njia fulani, hiyo hiyo njia ndio tatakiwa kutoa. Cha kwanza utatakiwa ku transfer yako kutoka kwenye hii trading account kuja kwenye wallet yako. Ambapo step ya kwanza utakuja manage wallet. Ukishafika hapo utafanya internal transfer, utafanya from, from trading account kwenda kwenye wallet yako, sio unaona? Ukisha submit request ya ku transfer, maana yake hela itakuwa imetoka kwenye trading account imekuja kwenye wallet, sio unaona? Utakuja ku add crypto wallet ambayo unataka hiyo hela yako iingie, unaona sio? So utakuja hapa add crypto wallet, unaona. Kwenye add crypto wallet utachagua wallet type, utachagua personal, unaona. Currency utachagua nini? Utachagua USDT. Sasa hapa kwenye wallet address ndio utakuja kwenye exchange ambao natumia whether ni OKX au ni Binance au ni Bybit, unaona. No, no, utakuja, utafungua. Ukifungua, mimi natumia Binance. Ukishafungua no, no, utakuja kwenye wallet. Wallet, then utakuja, ukija kwenye funding hapa, maana yake utakuja kwenye deposit. Crypto. Coin, utachagua USDT. Network, kwa leo mimi nitatumia nitumie Ethereum tatumia ERC ishirini, so nitapewa address yangu yp ya. Nitaikopi, nikisha ikopi nitarudi huku. Kwanza kabla ya kurudi, nita screenshot hiki, nita screenshot kitu hapa ambacho ndo nitakuja kuweka kama proof of wallet, so nita screenshot Nikia screenshot ndarudi huko kwenye wallet address, hapa nita paste. Currency nishachukua, network nitachagua Ethereum. Hapa nitaeka some information. State nitaeka hata Dar es Salaam kutokana na mkoa ambao uliweka au. Na. Then utakuja if you provide a video. If you wish to provide nitakuja hapa hivyo. No, naona eh si you utakuja select hapa. Utachagua crypto wallet. Naona crypto wallet uta browse. Okay, bros, nitachafuta ile screenshot ni hii hapa, then nitaupload. Nikiupload nitasave, nikisave nitaclose, nikisha close nitakuja niweke profile password yangu then nitasubmit crypto wallet.